Jamani, uislamu ni dhima, uislamu ni utukufu. Mimi ni waombe sana ndugu zangu, tunakopelekwa tukatae, tunakopelekwa tukatae. Kama Waislamu tusitetee rushi, tusitetee dhulma, tusitetee kuua watu tusitete, kwa sababu tu kumetiwa kwenye siasa, huko ni kubaya huko ni kukupamba sawa sawa na walivyopamba wale watu aliowaonya mabii Ayubu, watu wa Sabti, ndio maafa yaliwafika. Kwa sababu hiyo, leo tumefika pahala nchi hii Waislamu wa, wa tunafanya jambo dogo la uchaguzi tu tunafika kuuana. Sasa tukishakuwa Waislamu sisi wajibu wetu sisi twende tukawa nyooshe wengine. Nilikuwa naambia watu wiki iliyopita kule Kinuni kwamba katika hii dunia leo tuna watu idadi ya watu karibu bilioni nane na kidogo. Katika bilioni nane wale waislamu ni bilioni mbili tu. Kwa hivyo, waislamu tuna kazi ya kuupeleka uislamu kwa hawa bilioni sita ambao si waislamu eh? Dunia leleo kuna Wakristo bilioni mbili na milioni mia nne kuna Wahindu bilioni moja na milioni mia moja kuna Mabudha karibu milioni mia tano na wengineo mbalimbali. Hawa ni wajibu wetu sisi kuwapelekea huu Uislamu. Lakini unampelekea Uislamu vipi, we Muislamu ambaye unafanya jambo dogo tu la uchaguzi tu, kutafuta nani wawaongoze katika nchi yetu. Lakini huyu ambaye si Muislamu wake, yeye anaufanya kwa uadilifu, kwa uwazi, kwa uhalali, na anasema jamani, watu walimchagua ni huyu huyu, hawakumchagua ndio ilivyo. Wenzetu umbo Zambia, Malawi, Botswana, Lesotho, Afrika Kusini. Mauritius, ni kisiwa kama sisi, wengi we, ni mabudha na wahindu, lakini wamefanya chaguzi eh, aliyekuwa chama tawala hakupata hata kiti kimoja, kashindwa katika viti sitini hakupata hata kimoja, katika majimbo ishirini hakupata hata kimoja, na hakufanya ghushi wala hakufanya dhulma. Akasema mie nimeshindwa kweli, akamwachia aliyeshinda yee, akagaiwa alichotaka kugaiwa. Sasa hawa leo, unatoka wewe Muislamu wa Zanzibar, uenda kuwafundisha wapi kuangu? Unaanza wapi kuwafundisha Uislamu, wakati jambo dogo wao wamelifanya kwa uadilifu, kwa uwazi, kwa haki. Wewe unaanza kwenda kuanzia wapi? Ndio ninachosema kwamba tuna wajibu, Uislamu wetu uonekane kwenye vitendo vyetu. Nchi hii lipaswa iwe mfano katika kila jambo. Unapokuwa na kiongozi ni Muislamu, watu waseme alhamdulillah, sasa tumepata kiongozi Muislamu, mambo yatanyooka. Isiwe sisi alama yetu kwamba sasa akaja kiongozi Muislamu, hawa wana visa hawa tutakuwa tunaudhalilisha Uislamu na Uislamu wetu utakuwa hauna faida hauna tija. Kwa hiyo mimi nashukuru kwamba alhamdulilahi tumewaidhiwa hapa eh, na mimi naomba tushikane na hayo kwamba tuliopita ni mitihani, Mwenyezi Mungu katuletea eh, tutawakali kwake kwanza, haki isimame, lakini tutawakali kwake kwamba tusikubali na Mwenyezi Mungu atusaidie tusiingie huko kizani tunakopelekwa, tusipelekwe huko, tusikubali. Na kila mmoja wetu ana wajibu katika hilo, lakini la pili, nimalizie. Sisi baada ya mitihani yote hii tulikuja, tulipita sehemu mbalimbali, tukawaambia ndugu zetu, sisi tumechagua kutafuta suluhisho yaliyopita kwa njia ya amani kwa njia ya hekima. Najua wengi mnakaa mnasubiri, jamani, mbona kimya e? Mbona hatusikii kitu? Kuna wengine wakitaka kuchokoza wanatunga yao e, ili mpate tu mseme e,